hapa leo najua kwamba hapa majuzi kulikuwa tena vita katika mji wa Businga, ambako tumepigana na tukampiga adui na tukamnyang'ana nyang'anya vitu walikuwa navyo, na hadi sasa mapambano yanaendelea. Na jinsi mnavyojua, watu wanadhani kwamba eh, haya mambo yataishia hapa, lakini hatuishii kwa uvira tu tunaambia raia wa Kongo mzima, raia ambao wangali wanashikiliwa mateka na e, waasi wa M23 kwamba wawe na mioyo ya kutia, waweke mioyo yao chini. E, majeshi ya wazalendo yako nyuma, wanapambana ili wagomboe kwanza muji wa Bukavu, pili twende kugomboa muji wa Goma. Hatusimamii hapa hapana, eti kwa Uvira ama kwa Fizi ama kwa tarafa nyingine ambazo wadui wajaingilia, ila tuko tunakusanya majeshi na tuko katika uwanja wa vita, tuko njiani, tunaambia Bukavu, tunapiga hodi kwa Bukavu ili tuje tukomboe mji wetu, ndio maana tuko hapa. Lakini napenda kutoa asiranse moja, kuna viongozi ambao e, wanapenda kutangaza vita na hususan ni nini, watangazaji wa habari, mnapenda kuwapa mikro na unakutana nasema, mimi napigana na japo hiyo katika uwanja wa vita hayupo, na wanakwenda kushika picha ambazo hazipo, ila tuna wataarifa Mkitaka kupata taarifa nzuri e, muwaone wahusika ambao wanakuwa katika uwanja wa vita, sababu mkimwona General Kamama e, atawaambia katika uwanja wa vita hapo Busi Ngangomo ana kiongozi ambaye anaongoza pale ambaye anaitwa Hotel Golf, ambaye sisi hapa tunawakilisha kama wa, wasemaji. Na ukienda ngambo zingine utakutana Lemera kule ana mwingine kiongozi ambaye anaitwa Nabaye ba anapigana vita kule. Ndio maana uliona walipiga adui e, katika vilima vikuu, virefu kule na adui akakimbia. Ndio maana tunasema watu wa Kongo nzima, watu wa Uvira, watu wa Sud-Kivu, watu wa Nord-Kivu, watu wa Bukavu, tunagonga hodi kwa Bukavu, katika siku chache tutakunywa maji katika mto Bukavu. Labda tungependelea kuuliza raia, mpaka sasa wana wasiwasi wasi, tuseme wakijuliza kwa nini kibambazi kimewekwa maeneo kama ya Katogota, kama ni sehemu gani na mpigane, na kuna habari zingine zimesema kwamba mmenyanganya silaha kubwa ya wale maadui ile silaha. Je, ni kweli ama ila? Tumeona kuna picha ya wale maadui ndio wanakuwa kwenye silaha hiyo. Hizo habari ni bwana vipi bwana journalist? Kwanza nikwambie kwamba eh, kwa yale mambo ya silaha, mambo rahile, tunazunguzia tunapiga kibambazi, sio kibambazi nge likuwa kibambazi kipambazi. Mimi hapa juzi natokea mpaka Businga. Tukisema kibambazi, yani nyinyi muko wengi maeneo ya hapo, lakini hamupigani na, na kutaarifu kwamba natokea Businga na tulipambana siku ya tano Businga, tumepiga adui tukamnyanganya silaha, tukapoteza walipoteza e, watu makumi sita. Tumewanyanganya aka 16 tumewanyanganya masasi mingi, box 8 za aka karasati Yaani tunaendelea kwa mapambano. Unajua vita inapiganiwa kwa strategy. Yaani kama hauna strategy ya kupigana vita hauwezi kupambana. Ila sisi tunakuambia kwamba tunakokwenda tunajua tunachokifanya. Ukikuta majeshi ya mingi pale ujue katika mundu wa Ngoma kuna majeshi mengi. Kuna wanajeshi wengi ambao wako na M23, tumekata njia. Hawezi akatoka Bukavu akaenda akashuka ee, Kamanyola. Unajua upande mmoja wa Katogota tunaoshikilia sisi na upande mwingine ni adui, na katika mji wa, wa Kamanyola kuna upande ambao sisi tunaongoza. Nimekwambia kwamba e, Nyangezi tunaigawa mara pili, kipande moja adui, kipande moja wazalendo. Ndio maana tunakuambia kwamba tunaenda kupigana vita, na nimesema tuko tayari kwa kunuilia mlango wa Bukavu labda yeah. Raia wa Bukavu wangefurahi kuwaona, wanakuwa wakiona mnapiga risasi mbili baada ya dakika chache mnaondoka tena na wanabaki na amu yenu wakiendelea kupata hiyo mateso na wale wa adui kwa nini msiamue siku moja tu mumalize hiyo harakati zote bwana vita ni mpango vita ni elimu ni akili jisi adui anavyopanga vita anajijua kwa uwanja wa vita na sisi anatufahamu acha nikwambie kwamba ulimwengu mzima sisi wazalendo tuna siraha kubwa ambayo dunia nzima haina na kwa siraha ile ndiko tutapambana na adui hadi mwisho. Lakini tunaasiria watu wa Bukavu, tukija kwa Bukavu hatutokuja tena kwa kurudi nyuma, tutakuja ni kuteka mji na kuudhibiti na kukaba, ili tuweze kuongoza pale kama kisi tunavyoongoza kwa Uvira, kama tunavyoongoza kwa Fizi na tarafa nyingine ambazo haziko katika mikono mii. Ndiyo labda swala nyingine, sijui matumaini gani ambayo unatilia raia wote jimboni Kivya kusini na kaskazini, na hususan katika mji wa Uvira, kwa kuwapa matumaini bora kwa matumaini, watu wenyewe wana matumaini, si kwamba mimi ni watu matumaini, ila raia wa Uvira, raia wa Sud Kivu wana matumaini kwamba jeshi la ukombozi ni wazalendo. Na ukiangalia dunia nzima kwa leo, nasema watakaokomboa huko na tangu zamani kuna taarifa zinasema wazalendo watakuwa na sisi, tunapambana vita kwa kukomboa. Tunachokifanya, tunaambia raia wakae chini, wawe na ukimya kabisa, na wawe na amani, watie mioyo yao ikuwe safi watoto wao wako tayari kwa kupambana vita, ila tunaomba raia wakubali kuongeza watoto katika jeshi la uzalendo, wakubali kushikamana na wazalendo, kuonesha adui mahali kote na kusimamia. Labda ujumbe wa mwisho wao wanasema serikali ametupa vifaa vya kutosha, na vifaa vingine tumepata katika njia zetu, katika mapambano, uwanja wa vita tumechukua vifaa. Ila nimekuambia kwamba kwa kupigana kwa vita kuna hatua za na ile elimu tunayotumia kwa kupigana vita ndio inatutuma tukamate tudhibiti upande upande, sababu naye adu, kwa nini yeye akuja ya kuchukua maeneo yote? Sababu ameshindwa, tutampiga na kwa siku chache tutamrudia. Labda ujumbe kwa raia wote wa Sud Kivu, najua ujumbe nimekisha kutoa yeah, kwamba wawe makini, wapambane, wadenonse aduu mahali anasimamia, sababu leo aduu anatumia strategy ya kutoa pesa anatumia strateji ya kuingiza watu katika miji fulani fulani ili waje kudanganya. Anatumia watu kwa kuja kubomoa makundi fulani fulani ambazo zinakusanyika. Ila anapenda kuambia kwamba raia wajue, wazalendo wa sasa sio kama wale wa zamani, walikuwa wanajua hawa hawapatani, ila wazalendo wote leo wanapatana na wako kwa nia moja ya kupigana, ya kupiganisha adui na kumwondoa katika ardhi ya Kongo.